fala yaalamana Allahu alladhina sadaquu wala yaalamana lkadhibin. Amma baada ya, ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Eh, tukiendelea na darasa hizi za sira tumefika katika sehemu ya yani, baada ya kutangaza dawa tukaeleza ni watu gani walomuunga Bwana Mtume, ni makabila gani yani walomuunga Bwana Mtume na ni makabila gani yalopinga baada ya hapo maulama wa sira sasa watueleza marhala mapya kidogo, na marhala haya sasa ni idhaa maudhi kutoka, kutoka kwa makafiri eh, yani namna walivyokuwa wakiwaudhi wakiwa, wakiwa Waislamu we, umuman eh, na bi khusus bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imekuja katika hadithi kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja alikuwa yuwaswali eh, mbele Yani kando yake wako wale itwaje Maqureshi, akaja mmoja katika Maqureshi akiitwa Uqba ibn Abi Muayth tamam. <coughs> akaja akachukua uchafu ule wa mnyama aliofariki, semekana ngamia uchafu wake, akamrushia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa na, <coughs> na alipomrushia, wale waloko kando yani wakacheka, subhanallah wakacheka. Bas, akaja Saidatna, yani bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakuinua, uh, uh, ituaje uso wake, hakuinua kichwa chake. Akaja Fatima, Saidatna Fatima, eh, radhiallahu anha, akamtoa ule uchafu kisha akamwomba Mungu yani amlipe yule aliyomfanyia mabaya bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, yani akamwombea dua dhidi yake. Na mpaka katika riwaya zingine ikawa Saidatna Fatima iwalia yaliya yaliya. Baada ya bwana mtume kurudi nyumbani, ikawa saidat na Fatima yaliya, manake bwana mtume amechafuka chafuka. E, bwana mtume akamwambia, usilie mtoto wangu, kwa ajili Mwenyezi Mungu yuamlinda yuam na yuamkinga, e, mtume wake kwa Mwenyezi Mungu yuamkinga, yuamkinga mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia kama inavyojulikana, ilikuwa wengine ni wakimwekea uchafu bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kimwekea miba eh, wakimtupia uchafu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwao ni mke wa Abulahab, miongoni mwao ni moja katika majirani zake pale, lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani akasubiri akasubiri, na ndio ada ya e, watu wema. Na ama masahaba wa kibwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia walipitia yani tabu na shida, na katika yani eh, mambo yalionukuliwa katika sira ni wale masahaba dhaifu dhaifu, ima walikuwa ni e, watumwa eh, ama makabila yao ni yale ya chini chini, wale ndo walipata tabu zaidi. Miongoni mwao ni Saidina Bilal na alikuwa yeye amilikie ni Umayya bin Khalaf. Basi kawa yule Umayya yuamtoa maskini kila siku nje eh, yuamweka kwenye jua, kisha mweka jiwe zito juu yake. Kila siku yuamfanyia hivyo, akimchapa akimwambia, wewe itwaje, mtukane Muhammad tu au kubali tukuwa yeye si mtume na haya yote tutaya tutayasimamisha naam. Na katika maswahaba pia ikipokewa ikipokea waliopata adhabu kubwa sana ni Ammar bin Yaser na mamake na babake. Na huyu mamake Ammar kitwa kiitwa Sumayya, eh, huyu ndo shahidi wa kwanza, huyu ndo shahidi wa kwanza. Yani aliokufa kwa ajili ya Mungu ni huyu eh, manake aliuliwa na Abu Jahl aliitiwa mkuki katika sehemu yake ya e, siri waliadhu billah, afya akafa huyu, e, e, mama yake Ammar. Akauliwa yani pia aitwaje, babake Ammar akauliwa mbele yake Ammar. Ammar akasumbuliwa sana akapigwa, akaadhibiwa sana sana sana, naam. Na paka mwishoe kama e, e, inavyojulikana akaambia, wewe, e, sema tu neno la kufri, yaani mtukane tu e, Muhammadi au mtukane e, Mungu huyo kisha basi tutakuata. Basi saidna Ammar akasema lile neno, lakini ilikuwa haja hajataka yani hajakusudia kuwa ati ametoka katika uh, dini. Na alipoenda kwa bwana Mtume ikawa yualia yani yuajilaumu, yasema khalas, mimi nishakufuru na nini na nini, lakini bwana Mtume uh, akateremshiwa wahi uh, aka, aka, aka, aka, aka, ile aya yasema <coughs> wagalbuhu mutmainun bil iman, yani Yu, yoyote ambaye atakuja na maneno ya kufuru basi ametoka katika Uislamu isipokuwa mtu ambaye eh, illa man ukriha, isipokuwa alofanyiwa karaha, alofanyiwa yani kwa nguvu eh, wa qalbuhu mutmainun bil iman, na moyo wake ume, umetulia kwa imani, basi mtu kama huyu amesameheka, na mara kashukuru Mungu alhamdulillah, yani kuwa alikuwa adhani kwa yale maneno khalas ashatoka katika Uislamu. Na, na adhabu zilikuwa nyingi na Saidina Abubakar alikuwa sana sana yuwatafuta hawa watumwa watumwa ambao wameslimu wameadhibiwa, kama tulivyosema miongoni mwao ni Bilal, Saidina Bilal. Basi Saidina Abubakar akienda akiwanunua kisha akiwaacha huru, akiwanunua kisha akiwaacha huru. Eh, paka tukisikia eh, nilipokea kutoka Saidina Omar akisema eh, Abubakar, Abubakrin Saiduna a'taga Saidina yaani Saidina Abu Bakar ni bwana wetu, na amemwacha huru nani, bwana wetu ambaye ni eh, Saidina Bilal. Naam, alimnunua tena, alimnunua kwa pesa nyingi eh, Umeya alikuwa hata hawezi ku, yani angetaka kumuuza kwa bei ya kawaida asingeweza kumuuza kwa ile bei, lakini eh, tuaje, eh, eh, kila alipokuwa akiongeza ile bei, yani katika kubagain, kila akiongeza bei Saidina Bakar anasema sawa, yule yuwabadilisha, yuongeza, yuongeza mpaka mwisho akanunua, yani kwa kima, kwa price ya juu sana e mpaka baada ya washamaliza ile biashara yule Umeya akamwambia, ah, huyo hata hafai, labda hata ungenipa sijui dinari moja tu ingekuwa imetosha. Basi akamwambia wewe, hujui kima chake hu, huyo ungenipandishia bei sijui mpaka dinari ngapi, mimi bado ninge, ningelipa. Naam, na ndo hali ya masahaba wengi walipata e, e, e, adhabu. Lakini mafunzo ambayo twapata, mafunzo tunayopata katika e, adhabu hizi <coughs> e, katika mambo muhimu zaidi ni kuwa Mwenyezi Mungu kwa njia kama hizi ndo Mwenyezi Mungu yuatuonyesha nani ndo mkweli eh? ili idhihirike nani ndo mkweli na nani ndo yuko katika dini kwa ajili labda ya maslaha. Manake ange angetuata ange tu hivi eh? yani, uh, ati Uislamu uje wafanye da'wa hakuna pingamizi zozote, Uislamu upate nguvu, ingekuwa watu wanasilimu eh, kwa unafiki. Wanaslimu kwa ajili ule Uislamu una nini una nguvu eh? Utaona hata e, sisi, kwa sisi mara nyingine usema kuna watu wasilimu katika zama zetu, wasilimu mara nyingi yani, waenda miskitini kila saa, usema, wasilimu, misli, ili wapewe kitu eh? Lakini kwa zile dharubu zilizokuwekwa katika maswahaba, utapata hususan, zile zama za Maka, hupati wanafiki <laughs> wale maswahaba waliosilimu Maka wale, wale yani, wana nguvu zaidi eh? Kwa ajili wao waliingia katika Uislamu wakati Uislamu ni dhaifu na, na Mwenyezi Mungu atukumbusha katika aya tuliotanguliza, asema ahasiba nnasu, je, watu wahisabu, an yutraku wawachwe, anyaqulu amanna wahum la yuftanun, yani waseme kuwa tumeamini, lakini wao hawatopewa mitihani yoyote. Je, watu wahisabu hivyo Eh, asema Mwenyezi Mungu, wala qad fatanna alladhina min qablihim, na sisi tumewafitinisha, yani tupewa mitihani wale waliokuja kabla yenu. Eh, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, eh, ili Mwenyezi Mungu atawajua wale ambao watakuwa ni wa kweli. Wala ya'lamanna alkadhibin, na atajua wale warongo. Tamam. Na pia katika aya nyingine eh, katika ali Imran asema am hasibtum an tadkhulul janna eh? Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Naam. Yaani kuwa eh, kwa kifupi ni kuwa tusihesabu kuwa tu tutaingia peponi tu hivi hivi. Lazima tufanyiwe mitihani. Tamam. Na hivi ndio ilikuwa hali ya uh, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na katika hadithi eh, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atukumbusha yani, eh, mambo kama haya. Hata maswahaba walipokwenda wakamwambia, uh, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbona umuombe Mwenyezi Mungu eh, yani tumeshindwa sasa kujizuia na mambo kama hayo, bwana mtume akawajibu wale maswahaba akamwambia, lagad kana eh, mangablakum la yumshatu bi amshatil hadidi ma duna idhamihi min lahmin

Na, kwa kifupi ni kwa Bwana Mtume aliwaambia wale maswahaba waliokuja, ni yani wataka aombe Mungu, ya Rasulullah, adhabu zimezidi tumeumia na nini na nini. Bwana Mtume akasema watu waliwatangulia nyinyi eh, walikuwa waki, wakidungwa kwa misumari weng, na hawatoki katika dini. Wengine walikuwa wakikatwa nusu eh, wakikatwa nusu yani kukitiwa kitu cha kukata kwenye kichwa chao, wakapasuliwa nusu mbili na bado hawatoki katika kwa hivyo kueni na subra, na kamalizia kwa kusema kuwa Mwenyezi Mungu atatimiza amri hili, yani Uislamu, yani dawa, atatimiza amri hili eh? mpaka ita, itawezekana mtu kutembea kutoka Sana'a Sana'a ni mji uko Yemen mpaka Hadramaut, eh? ni sehemu eh, muhafadha kule Yemen. Aasema mpaka mtu ataweza kutembea kutoka mji ule mpaka ule mji wa pili, na haogopi chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Yani, kumaanisha wale watu wote washaslimu wana wanailtizamu wana lazimiana na eh, ahkam za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo msiwe na haraka, msiwe na haraka eh, na Mwenyezi Mungu atukumbusha fasbir, kama sabara ulul azmi minar rusuli eh, na Mwenyezi Mungu atukumbusha kuwa eh, subiri. Yani amrishwa mtume tabana, sisi ni aula eh, subiri kama walivyo walivyo subiri nani? Ulul azmi wale mitume eh, wenye maazimio makubwa zaidi, naam, minar rusuli eh. na na, almuhim eh, hizi adhabu zikaendelea zikaendelea kwa wingi kawa, wana, wek, ni kupigwa, kunyimwa vyakula, kufungwa, kuuawa wengine kama tulivyotaja kwa mamake Ammar na babake. Naam, mpaka mwishowe sasa ikawa kuna fikra eh, ya kuepuka na tabu kama hizi. Inshallah, katika darasa itakazokuja tutazungumzia eh, eh, namna walivyokuwa wakiepuka na hususan eh, ni itwaje masala ya hijra ya kwanza